Unaona wazi ama unaona kwa macho ya tatu kwamba huyu mtu anaongea vitu kutokana na hisia zake mwenyewe, anaongea vitu kutokana na hisia za kisiasa, kitu ambacho kwenye dini si kitu sahihi. Kwa hiyo mimi nisiyo mongeaji sana, nitamkaribisha bwana Stanislaus ata atawaeleza haya. Tumsifu Yesu Kristu. Uh, tumewaita hapa kwa sababu siku ya leo tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa 12 mwaka 2025 mimi Stanislaus Tobias Nyakunga na mwenzangu Elia Faustin tulipeleka barua ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuhusu mwenendo wa padri Dr. Chazi Kitima. Sasa sisi tukiwa kama waumini wa kanisa Katoliki nchini tumewasilisha rasmi barua kwa Archbishop Angelo Acantino ambaye pia ni balozi wa nchini Tanzania, tukiomba kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu mwenendo wa padri Dr. Chaz Kitima ambaye ni katibu, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Uh, hii ni kutokana imetokana na malalamiko na mitazamo iliyoenea kwa muda mrefu katika jamii kwamba padri Dr. Kitima amekuwa akihusishwa akihusishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa au ya siasa, hasa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema. E, nadhani wote ni mashahidi, imekuwa hivyo kwa hiyo hususa pia kuingilia ama kushiriki kwa namna moja inayo inaonekana katika migogoro ya ndani ya chama na nje ya chama, lakini hali hiyo hiyo haionekani kwa vyama vingine kama vile ACT e, na vinginevyo, lakini linapokuja swala la Chadema, padri ama baba Kitima amekuwa akionekana yuko mbele sana. Sasa sisi barua yetu e, si ya kuhukumu wala mashambulizi binafsi, lakini ni ya ombi la kichungaji e, linalolenga kulinda taswira, umoja na, ma, na mamlaka ya kimaadili ya Kikatoliki. Kwa hiyo tumeifikisha leo na imesainiwa, imepokelewa, kama mnavyoona imepokelewa balozi wa wa Vatican tumewasilisha leo mchana. Lakini pia mitazamo na malalamiko haya ime iwe ni ya kweli au au siyo ya kweli, lakini yameanza kuleta sintofahamu miongoni mwa waumini kwa kuweka kanisa katika mazingira yanayoweza kutafsiriwa kama ni ya upendeleo wa kisiasa. Jambo linalohatarisha nafasi ya kanisa kama chombo cha amani, upatanisho na mwongozo wa kiroho kwa Watanzania uh, bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kwa sababu tunafahamu mpaka tumefikia kuongea hivi, sisi sote kwa Mungu tuna hadhi sawa uh, yani iwe padri we, mimi, kwa Mungu wote tuna hadhi sawa, isipokuwa tu huku duniani kuna namna ya ma uh, mgawanyiko wa madaraka uongozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, kukumbushana sio jambo baya, lakini katika kutoa msimamo wetu, tunarejea msingi wa maandiko matakatifu unaoeleza wajibu wa viongozi wa kanisa kuwa nguzo ya amani, umoja na maridhiano. Hata ukisoma katika baadhi ya maandiko, kwa mfano kama Mathayo tano mstari wa tisa unasema heri wapatanishi, maana ha, wa, hao wat, e, wataitwa wana wa Mungu. Hata ukienda kwa Efeso nne mstari wa tatu, utasema jitahidi e, Biblia inasema jit, jitahidini kudumisha umoja wa roho kwa kifungo e, cha amani. Yapo maandiko mengi yanayozungumza juu ya masuala ya kuweza kulinda amani au upendo. Lakini sasa, katika mwanga wa mafundisho hayo, ndipo waumini wengi wanapata ugumu kulinganisha tuhuma hizi za matarajio ya mwenendo wa kiongozi mwandamizi wa kanisa e, Katoliki ambaye ni kiongozi wetu pia. Katika kipindi ambacho taifa linahitaji sauti za utulivu, maridhiano na, na mshikamano, kanisa linatarajiwa kubaki juu ya E, juu ya, ya, ya, ya, ya mivutano ya kisiasa na kuwa kimbilio la amani na upendo kwa watu wote. Lakini pia katika barua yetu, katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu, ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka, niseme hivyo, makikwa taratibu, tena jambo litakuwa ni lile lile moja kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr Chazi Kitima. Lakini pia namba mbili, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama, ikiwemo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Namba tatu, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya kanisa Katoliki. Na tunaimani kuwa mamlaka ya kanisa Katoliki kupitia Vatican ina busara na dhamana ya kulinda kanisa dhidi ya migawanyiko na kwamba ombi hili litashughulikiwa kwa maslahi mapana ya waumini na jamii kwa ujumla. Tunabaki kuwa waumini watiifu wa kanisa Katoliki tunaoheshimu mamlaka ya kitume na tunaendelea kusimama katika misingi ya imani, amani, utiifu lakini pia maombi na umoja wa kanisa eh, Katoliki. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo sisi mambo makuu matatu ambayo tumeonelea kwa sababu kama ime imeanza kuonekana leo linazungumzwa hili, leo linazungumzwa hili, sisi waumini, maana yake sio wote wenye mtazamo sawa, sio wote wenye akili sawa. Kuna mambo yanaweza yakawa yanaleta sintofahamu taratibu, taratibu, kesho litazungumzwa kubwa zaidi ambalo litatugawa zaidi sisi kama waumini. Kwa hiyo barua hiyo tumeipeleka leo na imepokelewa imesainiwa na tunaamini kwamba eh, kwa mujibu wa tulivyo, tulivyo, kwa, kwa, kwa vile tulivyopeleka na mawasiliano yetu yapo na kila kitu kipo, basi tuta, tutaona namna ambavyo wao watatujibu, na kama itatokea, basi tutawaita tena waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kutoa eh, mrejesho. Kwa hiyo nimewaonyesha barua ambayo tayari sisi imeshapokelewa ni hii hapa. Kwa hiyo ni hayo tu. Sisi tumepeleka barua hiyo kwa ubalozi wa, wa Vatican tukiwa kama vijana wa Katoliki, lakini pia watu ambao tunaona kabisa sisi kama waumini, kuna vitu vitakuja kutuyumbisha mbele ya safari. Asante sana. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.